Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara, na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya pili kuhusu hatari na malipo pamoja na Bwana Kalebu kulingana na kitabu cha Hesabu sura ya kumi na tatu mstari wa thelathini hadi sura ya kumi na nne mstari wa kumi. Siyo lazima kuchukua mawazo makuu ahadi na uwezo ambao Bwana amekupa kaburini kwa sababu ya hatari na kutokuwa na uhakika. Bwana Kalebu atakuambia kwamba utazipitia ikiwa utaona hatari na kutokuwa na uhakika kama vile Bwana wako anavyoziona. Tafadhali tumkaribishe Bwana Kalebu kwenye mazungumzo ya Footprints. Nimefurahi sana kurudi katika sehemu ya pili. Ningependa kuzingatia jinsi ya kujiona na hatari inayotukabili kupitia mtazamo wa Bwana. Itatupatia ujasiri wa kuchukua hatari yoyote ili kupata kile ambacho Bwana amekusudia kwa ajili yetu. Vizuri sana, na tunatumai maarifa haya yatatuchochea kuingia elfu mbili na ishirini na sita kwa ujasiri na kwa matarajio makubwa kwa mafanikio kwa utukufu wa Bwana. Tafadhali anza kama nilivyokuambia katika sehemu ya kwanza, Yoshua na mimi tulikuwa sehemu ya wale kumi na wawili waliochaguliwa kutoka kwa makabila yetu ili kuchunguza nchi kwa siku arobaini Sisi sote kumi na wawili tulikubali kwamba nchi kweli inatiririka maziwa na asali. Nchi hiyo ina rutuba sana hivi kwamba iliwachukua watu wawili kubeba kitita kimoja tu cha zabibu kwenye mti. Hatari kubwa ingawa ilihusiana na majitu waliokuwa wakimiliki ardhi hiyo na kutokuwa na uhakika wa kuwashinda au kutushinda majitu halisi. Iwapo uko kwenye hadhira na hatari zilizo mbele yako, kwa njia ya mfano, zinaonekana kama majitu, keti, sikiliza na umruhusu Bwana akupe uwezo wa utambuzi huu, kutoka kwa Bwana Kalebu. Ndiyo, walikuwa majitu halisi, sote tuliwaona, lakini tofauti kati ya Yoshua na mimi na wale wengine kumi ilikuwa kwamba tulijiona jinsi Bwana anavyotuona sisi na majitu kama Bwana anavyowaona. Tafakari haya. Wale wengine kumi walijiona kama panzi. Inashangaza sana. Ninatafakari panzi mbele ya majitu halisi, lakini hawakuwa wakiona. Hili haliwezi kuwa kweli. Hilo ndilo tatizo la waumini wengi. Tunatathmini jinsi hali ya kutokuwa na uhakika na hatari inavyowezekana kwa kile tu tunaweza kuona, kusikia, kugusana, sheria za asili, nadharia na mifumo ambayo tupo ndani yake. Ukweli kabisa, Bwana Kalebu. Hasa kwa baadhi yetu tunaojiita waliosoma, tunazingatia kile ambacho ni busara, vitendo na kweli, ndani ya uwezo wetu mdogo wa kibinadamu. Tunasahau kwamba kuna mambo mengi ambayo hatuwezi kuona, kusikia au kugusa, lakini Bwana anaona yote hayo. Kweli. Uko sawa kabisa. Kando na hayo, Yahwe wetu hafanyi kazi chini ya wakati, sheria za asili na dharia na mifumo. Walikuwa majitu kwa hivyo nini? Hawakuwa majitu kwa Yahwe. Yahwe hakuwaona kama majitu au hatari. Kwa hiyo, nilikerwa sana walipotuita sisi sote kuwa ni panzi na nikadhamiria kuwafahamisha kuwa sijioni kama panzi. naona ndiyo sababu tunasoma katika mstari wa 30 kwamba ukawanyamazisha watu mbele ya Musa na kusema tunapaswa kwenda na kuimiliki nchi, kwa maana bila shaka tunaweza kuifanya. Ndiyo, niliwaambia wanyamaze. Ilikuwa ni matusi kwa Yahwe kujiona kama panzi. Je, tunawezaje kuwa panzi na kumbwa kwa mfano wa Yahwe? Je, tunawezaje kuwa mali iliyotunzwa ya Yahwe kama panzi? Acha ni kwambie wewe na wasikilizaji wako unapojidhalilisha na unamvunjia Yehova heshima kila unapoona hatari na kutokuwa na uhakika na uwezo wako wa kibinadamu. Hatari na mashaka yatakuwa makubwa kwako na utajiona kama panzi asiye na matumaini. Kinyume na hayo, niliwaambia kile walichokuwa wanaona kama majitu walikuwa mkate kwetu kwa sababu hivyo ndivyo Yehova alivyowaona. Mkate wetu. Vizuri sana. Watazamaji, tuone kwa macho ya Bwana na hatari kubwa na kutokuwa na uhakika itakuwa mkate au fursa na rasilimali kwako. Ndio, uko sawa. Kama nilivyowaambia wanaisraeli msiogope, ona kwa macho ya Yahwe na jitu hatari itakuwa kama mkate au nafasi ya kuingia katika nchi yako ya ahadi kuanzia sasa. Kwa hivyo tunahitaji kuchukua hatua sasa, hatuhitaji hata kusubiri mwaka wa 2026 Acha hatari iwe fursa. Tumia fursa sasa. Tafadhali niruhusu nikupe tahadhari hapa. Unaposoma katika kitabu cha Hesabu 14 na mstari wa 41 hadi 44 usiwe na kimbelembele unapojihatarisha. Wakati Yahwe alipowaangamiza wale wengine kumi ambao walijidharau na kujiona kama panzi, Wanaisraeli ndipo waliamua kwa haraka kujihatarisha kupigana kwa kujikinai wao walijihatarisha, ijapokuwa Musa wala sanduku la agano la Bwana hali kutoka kambini pamoja nao na walishambuliwa na kupigwa na Wamaleki na Wakanani. Acha hili liwe somo muhimu kwetu. Kamwe usiwe na kiburi kuchukua hatari bila Bwana na mwongozo wake. Huu umekuwa wakati mzuri sana nawe, Bwana Kalebu. Sasa tunaona kwa nini ulikuwa na hiyo roho tofauti na mtazamo uliokufanya uingie katika nchi ya ahadi tunaomba kwa ajili ya roho hii na mtazamo wa kuona hatari tofauti. Tunasubiri sana sehemu ya tatu. Hadhira, tafadhali tumshukuru Bwana Kalebu. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu wa YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.